Umoja wa Ulaya umewawekea vikwazo watu tisa wakiwemo wanajeshi wa M23 na askari wa Rwanda pamoja na watu wengine ambao umoja huo unasema wana mchango mkubwa katika vita vinavyoendelea nchini Kongo, ambapo umoja huo umesema wanajeshi wawili wa Rwanda waliowekewa vikwazo waliongoza majeshi ya Rwanda kusaidia waasi wa M23 nchini. Umoja wa Rwanda umesema vikwazo hivyo vinahusu wanajeshi wa Rwanda ambao ni meneja jenerali Luki Karusisi maarufu aliyekuwa kamanda wa kikosi maalum lakini aliondolewa katika wazifa huo wiki iliyopita, na kurudisha makao makuu ya jeshi na maafisa wengine wawili wa jeshi akiwemo meja jenerali Eugene Nkubito na brigadier jenerali Pascal Muhizi ambao waliongoza majeshi ya Rwanda kuwasaidia M23. Kwa upande wa waasi wa M23 waliowekewa vikwazo ni kiongozi wa kisiasa wa kundi hilo Bertrand Bisimwa. Kanali John Nzenze ambaye ni msimamizi wa idara ya ujasusi na Kanali Joseph Bahati Musanga anayejulikana kama Kanali Bahati ya Rasto aliyeteuliwa hivi karibuni na waasi hao kuongoza jimbo la Kivu Kaskazini lakini pia ni mshauri wa Jenerali Sultani Makenga ambaye anaongoza jeshi la em ishirini na tatu. Wengine waliowekewa vikwazo ni raia wa Kongo wanaohudumu chini ya waasi wa emu ishirini na tatu na wengine kutoka Rwanda akiwemo Francis Kamanzi wa bodi ya migodi petroli na gesi ya Rwanda, huku pia kampuni ya Gisabo Gold Refinery ya mjini Kigali inayochimba na kusafirisha dhahabu nayo ikiwekewa vikwazo, ambapo umoja wa Ulaya umesema kampuni hiyo inajihusisha na biashara haramu ya madini hususan dhahabu. Itakumbukwa Umoja wa Mataifa hivi karibuni ulisema Rwanda imetuma wanajeshi elfu nne nchini Kongo, lakini serikali ya Rwanda inakanusha kuhusika na vita hivyo ikisema tu kwamba inachukua hatu za kulinda nchi kutokana na athari za vita. Rwanda yatimua wanadiplomasia wa Ubelgiji. Serikali ya Rwanda imesema uamuzi wa leo unaonyesha dhamira ya Rwanda kulinda maslahi ya kitaifa na utu wa Wanyarwanda pamoja na kuzingatia kanuni za msingi amani na kuheshimiana. Serikali ya Rwanda imefahamisha serikali ya Ubelgiji kuhusu uamuzi wa wake wa kuvunja uhusiano wa kidiplomasia. Kuanzia sasa, wanadiplomasia wote wa Ubelgiji nchini Rwanda wanatakiwa kuondoka ndani ya saa 48 kwa kuzingatia mkataba wa Viena. Rwanda itahakikisha ulinzi wa majengo mali na kumbukumbu za ujumbe wa kidiplomasia wa Ubelgiji mjini Kigali. Wizara ya mambo ya nje ya Rwanda imesema katika taarifa, tangazo hili linakuja siku moja baada ya Rais wa Rwanda Paul Kagame kuikashifu Ubelgiji ikidai kuwa imekuwa kidhoofisha Rwanda mara kwa mara kabla na wakati wa mzozo unaendelea katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Uamuzi wa Rwanda umechukuliwa baada ya kuzingatia kwa makini mambo kadha yakihusishwa na hatua za kusikitisha za Ubelgiji kuendeleza udanganyifu wake wa ukoloni mamboleo. Wizara ya mambo ya nje ya Rwanda imesema katika taarifa. Serikali ya Rwanda imesema uamuzi wa leo unaonesha dhamira ya Rwanda kulinda maslahi ya kitaifa na utu wa Nyarwanda pamoja na kuzingatia kanuni za msingi, amani na kuheshimiana. Ubelgiji inatakiwa kuwajibika na vurugu za kihistoria haswa katika kuchukua hatua dhidi ya Rwanda. Leo Ubelgiji imechukua upande wa wazi katika mzozo wa kikanda na inaendelea kuchochea kwa utaratibu dhidi ya Rwanda katika vikwazo tofauti kwa kutumia uongo na ili kupata maoni ya uhasama yasio na haki kwa Rwanda. Wizara ya mambo ya nje imesema Rais Kagame aliambia wananchi wake wasiogope taifa lolote kwani hakuna makubwa zaidi yatakayoyapata yakilinganishwa na mauaji ya halaiki ya mwaka 1994. Hakuna kitu ambacho kinaweza kutupata ambacho ni kibaya zaidi ya janga tulilonusurika. Ndiyo maana hatutaki kuogopa kusema, kupigana kwa ajili yetu wenyewe na dhidi ya wale wanaotaka kutuangamiza. Rais Kagame alisema pia Ubelgiji wafukuza na diplomasia wa Rwanda. Naibu waziri mkuu wa waziri mambo ya nje masuala ya Ulaya na ushirikiano wa maendeleo wa Ubelgiji Maxine Prevot amesema taifa la Ubelgiji litachukua hatua sawa na zile zinazochukuliwa na Rwanda juu ya uhusiano wa kidiplomasia baina yao. Kupitia uchapisho liloliweka kwenye mtandao wa X, Prevot ameandika, Ubelgiji nasikitishwa na uamuzi wa Rwanda wa kukataa uhusiano wa kidiplomasia na Ubelgiji na kutangaza na diplomasia wa Ubelgiji kuwa watu wasiotakikana. Hili ni jambo lisilo la uwiano na linaonyesha kwamba tunapokuwa na kutokubalika na Rwanda, wao wanachagua kuepuka mazungumzo. Provoti ameongeza, Ubelgiji utachukua hatua kama hizo zilizochukuliwa na Rwanda, kumwita kaimu balozi wa Rwanda, kutangaza na diplomasia ya Rwanda kuwa watu wasiotakikana na kukomesha makubaliano yetu ya ushirikiano wa kiserikali. Ikumbukwe taifa la Rwanda limetoa muda wa masaa arobaini na nane kwa wanadiplomasia wote wa Ubelgiji kuondoka katika taifa lao. Umoja wa Ulaya umewawekea vikwazo watu tisa, wakiwemo wanajeshi wa M23 na askari wa Rwanda pamoja na watu wengine ambao moja huo unasema wana mchango mkubwa katika vita vinavyoendelea nchini Kongo ambapo moja huo umesema wanajeshi wawili wa Rwanda waliowekewa vikwazo waliongoza majeshi ya Rwanda kusaidia waasi wa M23 nchini. Umoja wa Rwanda umesema vikwazo hivyo vinahusu wanajeshi wa Rwanda ambao ni meneja jenerali Luki Karusisi maarufu Roki, aliyekuwa kamanda wa kikosi maalum, lakini aliondolewa katika wazifa huo wiki iliyopita na kurudisha makao makuu ya jeshi, na maafisa wengine wawili wa jeshi akiwemo meja jenerali ya Ugene Nkubito na brigedia jenerali Paskali Muhizi.

ambao waliongoza majeshi ya Rwanda kuwasaidia M23. Kwa upande wa waasi wa M23 waliowekewa vikwazo ni kiongozi wa kisiasa wa kundi hilo, Bertrand Bisimwa, Kanali John Nzenze, ambaye ni msimamizi wa idara ya ujasusi, na Kanali Joseph Bahati Musanga, anayejulikana kama Kanali Bahati ya Rasto, aliyeteuliwa hivi karibuni na waasi hao kuongoza jimbo la Kivu Kaskazini, lakini pia ni mshauri wa Jenerali Sultani Makenga ambaye anaongoza jeshi la wengine waliowekewa vikwazo ni raia wa Congo wanaohudumu chini ya wasi wa M23 na wengine kutoka Rwanda, akiwemo Francis Kamanzi, mkuu wa bodi ya migodi petroli na gesi ya Rwanda, huku pia kampuni ya Gisabo Gold Refinery ya mjini Kigali inayochimba na kusafirisha dhahabu nayo ikiwekewa vikwazo, ambapo Umoja wa Ulaya umesema kampuni hiyo inajihusisha na, na biashara haramu ya madini hususan dhahabu. Itakumbukwa Umoja wa Mataifa hivi karibuni ulisema Rwanda imetuma wanajeshi elfu nne nchini Kongo, lakini serikali ya Rwanda inakanusha kuhusika na vita hivyo, ikisema tu kwamba inachukua hatua za kulinda nchi kutokana na athari za vita. Rwanda yatimua wanadiplomasia wa Ubelgiji. Serikali ya Rwanda imesema uamuzi wa leo unaonesha dhamira ya Rwanda kulinda maslahi ya kitaifa na utu wa Wanyarwanda pamoja na kuzangatia kanuni za msingi amani na kuheshimiana. Serikali ya Rwanda imefahamisha serikali ya Ubelgiji kuhusu uamuzi wake wa kuvunja uhusiano wa kidiplomasia. Kuanzia sasa, wanadiplomasia wote wa Ubelgiji nchini Rwanda wanatakiwa kuondoka ndani ya saa 48 kwa kuzingatia mkataba wa Vienna. Rwanda itahakikisha ulinzi wa majengo, mali na kumbukumbu -kumbu za ujumbe wa kidiplomasia wa Ubelgiji mjini Kigali, wizara ya mambo ya nje ya Rwanda imesema katika taarifa. Tangazo hili linakuja siku moja baada ya rais wa Rwanda Paul Kagame kuikashifu Ubelgiji ikidai kuwa imekuwa ikidhoofisha Rwanda mara kwa mara kabla na wakati wa mzozo unaendelea katika jamhuri ya kidemokrasia ya Congo, DRC. Uamuzi wa Rwanda umechukuliwa baada ya kuzingatia kwa makini mambo kadha, yote yakihusishwa na hatua za kusikitisha za Ubelgiji kuendeleza udanganyifu wake wa ukoloni mambo leo, wizara ya mambo ya nje ya Rwanda imesema katika taarifa Serikali ya Rwanda imesema uamuzi wa leo unaonesha dhamira ya Rwanda kulinda maslahi ya kitaifa na utu wa Nyarwanda pamoja na kuzingatia kanuni za msingi amani na kuheshimiana. Ubelgiji inatakiwa kuwajibika na vurugu za kihistoria haswa katika kuchukua hatua dhidi ya Rwanda. Leo Ubelgiji imechukua upande wa wazi katika mzozo wa kikanda na inaendelea kuchochea kwa utaratibu dhidi ya Rwanda katika vikwazo tofauti kwa kutumia uongo na ili kupata maoni ya uhasama yasio na haki kwa Rwanda.